Nikawajibika kwa namna hiyo. Sasa kwa nini, kwa nini sisi bawacha tuliomuunga Mbowe mkono tumejitokeza leo kuweza kuzungumza, ni kwa sababu ya mradi unaoendelea ndani ya chama chetu hivi sasa wa kuwashawishi wanachama wenzetu kuhama na kuaminisha wanachama na Watanzania ya kwamba wanachama waliokuwa wakimuunga mkono mheshimiwa Freeman Mbowe wanajiondoa Chadema ili hali jambo hilo sio kweli, kwani bado tupo wanachama wengi na viongozi wengi ambao tulimuunga mkono Mheshimiwa Freeman Mboe kuweza kuwa mwenyekiti, ambao bado tuko Chadema, hatujahama na hatuna mpango wa kuhama chama. Na wenzetu wanapokuja kutekeleza mradi wao huu kwenye chama chetu, wanakuja na vihoja. Mimi naita vihoja. Kwa sababu ukiangalia wote kuanzia naye ama akiwa kiongozi wa kitaifa mpaka mwanachama wa kawaida aliyeshawishiwa kuhama, sababu zao wote zinafanana. Na sababu ya kwanza watakwambia ya kwamba tuliomuunga mkono Mheshimiwa Mbowe tunabaguliwa, hatupendwi, hatushirikishwi na maneno yanayofanana na hayo. Na jambo la pili ni ajenda ya chama ya no reform no election. Sasa nitaanza na hili jambo la kwanza. Sio kweli kwamba wanachama na viongozi tuliokuwa tunamuunga mkono Mheshimiwa Mbowe tunabaguliwa ndani ya chama hivi sasa, na niwaambie jambo moja tu, ndugu zetu, Chadema ni taasisi, ni chama cha siasa na tuna utaratibu wa kujiongoza Tuna katiba yetu hii. Hii katiba yetu ndio inatupa mwongozo mwanachama na mwanachama washirikiane kwa namna gani. Ni katiba hii ndio inatuelekeza mwanachama na kiongozi washirikiane kwa namna gani. Sisi sio kikundi cha urafiki na ushosti, tuna utaratibu wa namna ya kushirikiana tuna utaratibu wa namna ya kushirikishana, na katiba hii inasema nani ashirikishwe wapi, wakati gani na kwenye jambo gani. Sasa wenzetu wanapotoka kusema kwamba hatushirikishwi, tunabaguliwa, na nyinyi ndugu waandishi wa habari, mtusaidie kuwauliza wanabaguliwa wapi, wanabaguliwa katika nini? Sio waache tu eh, hewani kwamba tunabaguliwa, hatupendwi. Hapana, kwa sababu kwa mantiki ikioleza hapo kwamba ni katiba ndio inatuonyesha namna gani tushirikiane. Kwa hiyo lazima wanaotoka tujue, na sijaona hata mmoja kati ya waliotoka kwamba anaweza kuwa na ushahidi kwamba amebaguliwa kwa namna gani. Nitawapa na mifano ili muamini na mimi kwamba hiki wanachosema sio kweli. Wana sababu nyingine inayowafanya wafanye haya. Katika wale walioama wale viongozi waliokuwa viongozi wa sekretariati yetu wenye mradi wenyewe, na mninukuu vyema, wenye mradi wenyewe, walioondoka baadhi yao waliteuliwa tena na uongozi huu ulioingia madarakani kuweza kuwa viongozi. Julius Mwita alikuwa katibu wa sekretariati ya awamu ya uongozi uliopita, na sekretariati mpya iliyoingia madarakani ilimpendekeza tena kuendelea kuwa katibu wa sekretariati. Kathleen Luge alikuwepo kwenye secretariat iliyopita na uongozi mpya huu ambao wanasema unawabagua ukamteua tena kuwa mkuu wa idara ya jinsia. Kwa hiyo mpaka hapo tu, kwamba hoja zao kwamba wametengwa, wamebaguliwa, hawashirikishwi katika shughuli za chama haina mashiko, ni uongo, kwa sababu ingalikuwa kweli secretariat isingewapendekeza na kamati kuu kwenda kuwathibitisha na wakaingia ofisini. Labda waje watuambie Mwita na Catherine, kwamba sekretarieti ilikaa vikao, hawakuitwa, waje na ushahidi. Lakini sisi wanachama tunajua kwamba vikao vyote vya sekretarieti walishirikishwa walishiriki, Mwita akiwa katibu na walikuwa ofisini kila siku wakifanya majukumu yao katika makao makuu yetu ya chama yaliyoko Mikocheni. Lakini jambo lingine wale viongozi wengine kwa maana ya manaibu wale hawakuteuliwa tena. Kama hawakuteuliwa maana yake hawakuwa na nafasi yoyote, walikuwa ni wanachama wa kawaida mpaka wanaondoka kama mwanachama wa kawaida. Kwa mujibu wa katiba yetu, vikao ambavyo unahudhuria mwanachama wa kawaida, kama Salum Mwalimu alivyoondoka alikuwa mwanachama wa kawaida, kama mzee Kigaila alikuwa mwanachama wa kawaida kikao walivyokuwa wanaweza kuhudhuria ni kikao cha msingi ngazi ya chini kabisa ya chama na kikao cha matawi, yani kwenye matawi yao. Kwa hiyo sehemu ambayo walipaswa kushirikishwa katika vikao na katika utekelezaji wa maazimio ya vikao ni kwenye misingi yao na matawi yao, yani mzee Kigaila anaishi jimbo la Ukonga, kata ya Mzinga, mtaa wa Mwanagati, yeye alitakiwa ashiriki kule katika utekelezaji wa shughuli za ujenzi wa chama na sio kutaka kushirikishwa na viongozi wa taifa na, na kitu ambacho sio kweli. Na naomba hapa niweke kumbukumbu nyingine vizuri. Nadhani ndugu waandishi wa habari mtakumbuka, katibu mkuu amekuwa akinukuliwa mara nyingi akisema ya kwamba baada ya ule uchaguzi kupatika, baada kupatika ya kupatikana sekretarieti mpya aliwaita akitaka wakutane waliokuwa viongozi wa sekretariati iliyopita na viongozi wapya wa sekretariati kwa ajili ya kushauriana masuala mbalimbali ya ujenzi wa chama, lakini walimjibu ya kwamba waachwe wapumzike. Sasa watu ambao walishirikishwa wakakataa, leo wanatoa wapi uhalali wa kusema ya kwamba hawashirikishwi? Hawa watu ni waongo, wana mradi wao. Wawaambie watu ukweli nini wanachokifanya, na wakiendelea tutasema, kwa sababu tunayajua ambayo wanayafanya lakini ndugu zangu, wamefanikiwa kushawishi baadhi ya viongozi wa ngazi za chini tu. Tumeona viongozi wa kanda, mikoa, majimbo na hata wanachama wa kawaida. Halafu kinachochekesha zaidi, sababu wote ni zile zile, yaani iliyomwondoa kiongozi wa kitaifa mpaka mwanachama wa kawaida ni ile ile, kwamba hajashirikishwa. Tuelewane, waache kunyoshea vidole viongozi wetu wakuu, kwa sababu katika mgawanyo wetu wa majukumu mwanachama wa kawaida, au mwanachama wa kata wa jimbo wa mkoa, yeye anataka kushirikiana kwa namna gani na kiongozi wa kitaifa? Kwa sababu kwa mujibu sisi wa utaratibu wetu, mimi wa ngazi ya chini, kwa mfano mimi ni kiongozi wa mkoa, napokea maagizo na maamuzi ya chama kutoka ngazi yangu ya juu, ambayo ni ngazi ya kanda. Sasa wewe kiongozi wa kata, kiongozi wa jimbo, unaama baada ya kushawishiwa Unasema ya kwamba sababu yako ya kukuhamisha kwenye chama kwamba upate ushirikiano kwa viongozi wapya, yaani kidole kinaenda kwa mheshimiwa Lisu na mheshimiwa Heche. Hilo jambo sio kweli kwa sababu utaratibu wetu wa ufanyaji wa majukumu yetu hauko namna hiyo kwa mujibu wa katiba. Kwa hiyo waache kudanganya, wawaambie watu ukweli mradi wao ni nini. Lakini hata mimi hata mimi ninaweza nikawa ni mfano hai kabisa Nimetangulia kusema mimi nilikuwa timu mwamba kindaki, kindaki. Lakini baada ya uchaguzi ule sijawahi kubaguliwa mahali popote, ndio maana ninasema kwa ujasiri kabisa kwamba hakuna ubaguzi, hakuna kutengwa, wala hakuna kuchukiwa. Kwa sababu mimi, mimi natokea mkoa wa Ilala na bahati nzuri au bahati mbaya viongozi wangu wa mkoa wa Ilala, kwa maana mwenyekiti, katibu na viongozi wa mabaraza mengine, wote walikuwa na muunga mkono mheshimiwa Lissu tena hadharani na walikuwa wanafanya place. Lakini baada ya ule uchaguzi wameendelea kunishirikisha kana kwamba hakuna kilichotokea, kwa maana tumeelewana kwamba uchaguzi umeisha, tumekwisha maliza, tumempata mwenyekiti wetu, tumepata na viongozi wengine. Sasa tunaendelea kujenga chama. Na hata mwezi wa pili mwaka huu, uchaguzi ulikuwa mwezi wa kwanza, mwezi wa pili mwaka huu kulikuwa na ziara, nilishirikishwa na viongozi wenzangu wa mkoa na tukafanya ziara, kulikuwa na kikao cha mkoa mwezi wa tatu nilipewa taarifa na katibu, nilishirikishwa, nilipewa nafasi ya kuweza kufanya majukumu yangu. Lakini kama hiyo haitoshi, mimi natokea jimbo la Ukonga. Jimbo la Ukonga, idadi kubwa ya viongozi wa jimbo na kwenye kata huko walikuwa wanamuunga mkono mheshimiwa Lissu na ni haki yao, na mimi ilikuwa ni haki yangu kumuunga mkono mheshimiwa Mbowe. Lakini baada ya uchaguzi ule, mpaka leo tunaendelea na shughuli za chama kwa amani kabisa na kwa morali ya hali ya juu, ni kwa sababu tunapeana ushirikiano, hatujabaguana. Kwa hiyo sio kweli kwamba watu wanabaguliwa. Mimi nazungumza nikiwa kama mtu ambaye nilikuwa katika timu mheshimiwa Mbowe, ninapata ushirikiano wa kutosha. Kwa hiyo waambie watu ukweli, kandarasi walionayo ya kuweza kuhakikisha wanaifisha CHADEMA na sio kuweza kudanganya watu kwamba wamebaguliwa. Lakini jambo lingine, sababu ya pili ambayo hawa ndugu zetu wanaitumia ni ajenda ya chama ya no reform, no election. Sasa hapa naomba tuweke kumbukumbu sawa, ajenda ya no reform, no election ni maazimio ya vikao vya chama, kwa kuwa ajenda hii ilipitishwa na kamati kuu ya chama chetu iliyoketi tarehe mbili mwezi wa kumi na mbili mwaka jana na kabla ya kamati kuu, ukisoma hii katiba yetu, sekretariati ya chama ndio ina wajibu wa kuandaa ajenda na kupeleka kamati kuu. Kwa hiyo kwanza tuelewane hapo, hawa viongozi waliojiuzuru waliokuwa wajumbe wa sekretariati wao ndio walioshiriki kuipika ajenda ya no reform, no election, wakaipeleka kamati kuu, wakaishawishi kamati kuu, kamati kuu ikalidhia, kamati kuu ikaichukua ajenda ikaipeleka baraza kuu, baraza kuu la chama likaipitisha, baraza la kuu la chama likaandaa ajenda ikaipeleka mkutano mkuu wa chama ulioketi mwaka huu mwezi wa kwanza pale Mlimani City, mkutano mkuu wa chama chombo cha mwisho kabisa cha juu cha maamuzi tulilidhia kama wanachama kwa sauti moja kwenda na ajenda no reform, no election. Kwa hiyo leo kutoka, kwa maana wametoka madarakani, kuanza kugeuka hii ajenda no reform, no election, inaonyesha wazi kabisa kwamba watu hawa hawana nia njema na chama chetu, kwa sababu wao ndio walioiandaa hii ajenda kama kujua vizuri ajenda no reform, no election. Wao wanaijua vizuri, kwa maana ndio waasisi katika secretariat iliyopita. Lakini kama tukiamua basi, maana maana wameshaanza kubadilika. Mwanzoni walikuwa wanaita kwamba walikuwa wanasema ni ajenda isiyo na mpango wa utekelezaji, mara wanakuja wanaita kauli mbiu. Basi tukiamua, hebu kufikiri kama wao kwamba eti ni ajenda ambayo ilipitishwa pasipokuwa na mkakati tuamua kufikiri kiwenda wazimu kama wao kwamba tukubali hilo basi, naomba niseme kabisa ya kwamba uongozi mpya ulioingia madarakani ulifanya sahihi kabisa kuwafukuza wale wajumbe wa sekretariati, kwa kutowateua tena, kwa sababu walifeli kutekeleza majukumu yao, kwa sababu walitudanganya wanachama ya kwamba twende na no reform, no election wakiwa hawajapanga mkakati, kwa walifaa kabisa kuto teuliwa tena, kama hiko ndicho wanachojaribu kutuambia. Lakini ukiacha ajenda hiyo, kuna kitu kingine nacho pia wanakisema sema sana kuhusiana kwamba hawasikilizwi wanapotoa ushauri, na wanarejea walaka wao ule maarufu liojulikana kama walaka wa G55. Nimetangulia kusema hawa viongozi wa secretariat ndio walioandaa ajenda, na wengi wao ni sehemu ya hao 55. Kwao walikuwa na uwanja mzuri kabisa wa kushauri secretariat ya chama, ya kushauri kamati kuu ya chama kabla hawajafanya maamuzi, zaidi kama kweli walikuwa na nia njema ya kushauri na sio kutoka nje, kwa maana hawajateuliwa. Wanaungana na wahuni kuanza kushauri na, na, na, na. Niseme hivi, naomba ikae sawa sawa tu jamani, ushauri sio maelekezo, ushauri sio maelekezo. Sasa ukitaka kugundua kwamba hawa watu wanania ovu, ni kwa nini kikundi cha watu wachache watu wapatao hamsini na tano wamekuwa wakishinikiza sana viongozi wetu wakuu waliochaguliwa waweze kutengua maazimio ya vikao vya juu kabisa vya chama, ili hali wao wenyewe wakijua kabisa, endapo viongozi wetu waliochaguliwa wakifanya hivyo watakuwa wamevunja katiba, kwa sababu ngazi pekee inayoweza kutengua maamuzi ya mkutano mkuu wa chama ni mkutano mkuu wenyewe hakuna ngazi nyingine inaweza kuyatengua. Kwa hiyo wao kuwashinikiza viongozi wetu kwamba waweze kutengua maazimio ya mkutano mkuu, inaonyesha wazi kabisa hawa watu wana nia ovu na chama chetu na wana nia ovu na viongozi wetu wapya walioingia madarakani, na sisi tutawapinga hadharani kama ambavyo wao wanafanya njama zao ovu hadharani. Sasa nimalizie kwa kusema hivi, ndugu wanachama wenzangu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 Hawa hawana lengo la kutoka kwenda kwenye chama kingine ili wapambane na dola ili wapambane na CCM, wao wanataka kupambana na Chadema. Sasa, ndugu wanachama wenzangu, akili za kuambiwa changanya na zako. Ulijiunga Chadema wewe binafsi ukiwa umeamini katika itikadi falsafa, dila na malengo ya Chadema. Kwa hiyo niwakumbushe tu wanachama wenzangu kwamba tusikubali kuwa sehemu ya mradi wa watu wachache ambao wanatushawishi tuweze kukihama chama chetu ili wao waweze kunufaika kwa kupata viti vichache vya ubunge na fedha, kwa sababu hata hata hili zoezi ambalo linaendelea sasa hivi kupita mikoani kuhamasisha wanachama wetu kuweza kuhama na kufanya hizi plesi fedha imetoka kwa ajili ya zoezi hilo. Lazima tujiulize, hizi press zinazofanya kila siku zinagaramiwa na nani? Watu wanatoka mikoani wanakuja Dar es Salaam kufanya press, ni fedha imetoka kwa ajili hiyo, na tunajua wanawaahidi wanachama fedha, wanaenda kwenye press wanapewa nauli. Kwa hiyo, ndugu wanachama wenzangu, tusishawishike, tusidanganyike kuwa sehemu ya miradi wa watu hawa wanaotoka hawana nia njema kabisa ya kupigania mabadiliko, hawana nia njema ya kuwakomboa Tanzania, bali wapo kwa ajili ya kupigania matumbo yao na maslahi yao ya muda mfupi. Na nimalizie kwa kusema namna hii, Chadema ipo imara na itaendelea kuwa imara.